Inawezekana unajiuliza sana kwa nini ufanikiwi, licha ya kufanya yote ninayofundisha katika channel hii. Uh, unapaswa kutambua kwamba kuamini katika nguvu za ulimwengu kuna mambo mengi sana inatakiwa uyazingatie. Sasa siwezi nikafundisha yote kwa siku moja, kwa hiyo ndio maana tunaendelea kujuzana kidogo kidogo mpaka pale ambapo mtanielewa. Kuna mambo inatakiwa uyafanye ili nguvu za ulimwengu ziweze kukupa kile unachokitaka. Somo hili nilishawahi kulifundisha katika peji yangu ya Facebook. Wale ambao wamenifolo katika peji yangu, ninatumia jina hili hili, nguvu za universe. kule huwa tunakumbushana mara kwa mara. Kwa hiyo nikaona si vyema niishie kule tu, wacha ni jina huku, ili kila mtu aweze kuelewa vizuri haya mambo. Kabla ya yote, naomba niongee na wewe Yaani, wewe ambaye unatazama video hii muda huu, tambua kwamba wewe ni mtu mwenye nguvu sana hapa duniani. Kila mtu hapa duniani unayemwona hapa duniani ameumbwa na nguvu ya mtetemo ndani yake. Hizi nguvu za mtetemo zina uwezo wa kufanya muujiza wowote ule wa maisha yako. Jambo hili watu wengi hawalifahamu. Muujiza sio lazima mpaka uende kwa mtu fulani, bali muujiza unatoka ndani yako. Vitu ambavyo nitakwenda kukufundisha katika video hii vitabadili mtazamo wako na utaweza kuzitambua nguvu zilizopo ndani yako. Hivi unafahamu wewe una nguvu kubwa sana? Yani, unayo nguvu kubwa mno, ni vile tu hujui jinsi ya kuzitumia na hujui kwamba zipo ndani yako. Sasa tambua kwamba ndani yako kuna nguvu kubwa sana, ni suala la wewe tu kuziamsha hizo nguvu na kuzifanya ziwe juu muda wote. Sasa nisikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Fahamu kwamba hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wana kiu ya mafanikio. Kwa hiyo ukijikuta unatazama video hii tambua kwamba hujaja hapo kwa bahati mbaya. Umekuja kwa kusudi maalum. Wewe sio maskini, wewe ni mtu ambaye tayari una mafanikio katika dunia hii, na ukiamini ndivyo ambavyo inakuwa. Na kama ulikuwa bado huja subscribe channel hii, hakikisha una subscribe, ili video zetu nyingine zinazofuata zisije kukupita. Karibu sana. Jambo la kwanza kabisa la kuzingatia ili hizi nguvu za ulimwengu ziweze kufanya kazi ndani yako: Jiepushe na watu sumu au watu hasi. Hivi, ulishawahi kuwa na urafiki na mtu ambaye mwanzoni mkiwa mnaanzisha urafiki anaonekana ni mtu mwema kwako, anaonekana ana lengo la kukusaidia, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, kila ukikutana naye anakuathiri kihisia, anakukatisha tamaa, anakufanya ujione mnyonge mbele yake, yani kila unapokutana naye anakuachia stresi mpya. Sasa kama uliwahi kukutana na mtu wa hivi, fahamu kwamba huyo ni mtu sumu kwako. Mtu sumu ni mtu yoyote ambaye tabia yake inaongeza negativity na hasira katika maisha yako, na mara nyingi watu ambao ni sumu, yani watu sumu huwa wanasumbuliwa na matatizo yao wenyewe, yaani unakuta alishawahi kupata trauma hapo nyuma, inawezekana akiwa mdogo au wakiwa mkubwa kuna watu walimuumiza au kuna vitu vilimuumiza, kwa mfano stress au maumivu makali moyoni ambao waliwahi kuyapata. Kwa hiyo huwa wanajaribu kutoa maumivu yao kwa njia ya kuwaumiza watu wengine. Kwa hiyo vile ambavyo anakuumiza wewe, si kwamba kuna kitu anataka kwako, bali ile ni njia yake ya ku release kupunguza maumivu moyoni mwake. Sasa hii ni mbaya sana kwako. Usipoangalia, unaweza kujikuta na wewe unakuwa ni mtu sumu. Siku zote mtu sumu huwa anapenda kuendesha wale watu walio karibu nao ili aweze kujiridhisha kihisia. Unakuta anapenda sana kusema uongo, anapenda kupindisha ukweli, anapenda kukuza mambo, yaani unakuta jambo dogo lakini analikuza, au anapenda kukuficha jambo fulani ili uendane na mawazo yake. Kwa mfano, anaweza kuamua kukushauri kitu cha kijinga kabisa kichwani mwake anafahamu kabisa kwamba hiki ninachomshauri huyu mtu sio sahihi, lakini ili aweze kuridhika kihisia, anaamua akudanganyi ili aweze kupata amani ndani ya moyo wake. Kwa mfano, anaweza kaa na kushawishi usijenge, anaweza kaa nakwambia wewe bwana, wewe bado mdogo, unajenga unajenga kitu gani? Huu ni umri wa kula bata, kula bata, kujenga wachie wastaafu. Sasa wakati anaongea hayo, inawezekana yeye mwenyewe alishapambana sana kutaka kujenga lakini ikashindikana. Sasa ana uchungu moyoni mwake, anataka kurilizi ule uchungu, anataka naye ajisikie afadhali. Sasa ili ajisikie vizuri, anatamani ampate mtu ambaye atafanana hiyo hali aliyopitia yeye. Kwa hiyo, kwa mawazo yake anahisi kwamba akimwona rafiki yake naye ya anapitia hali ambayo na yeye alipitia atajisikia vizuri. Kwa hiyo basi, ukimfuatisha huyu mtu, utajikuta nguvu zako za ndani zinashuka kila siku. Utaanza kujikuta huna motivation tena ya kuwaza maendeleo, utajikuta huwazi tena kufanya maendeleo, unajiona huwezi, unajiona yaani, unaanza kupata yale mawazo ya kimaskini. Sasa na hawa watu sumu, huwa muda wote wanapenda kupiga story za kulalamikia ugumu wa maisha. Kwa hiyo utajikuta kichwa chako kinajazwa umaskini, kushindwa Yaani wewe muda wote upo chini tu, unawaza mambo ya chini, huwazi mambo ya juu. Unajikuta wewe ni wa chini tu na unastahili kuishi maisha hayo ya chini. Hao watu waipuke katika maisha yako. Unapoamini katika nguvu za ulimwengu, nguvu zako za, za ndani inatakiwa ziwe juu, rise your vibration, ihusishe na watu ambao wana nguvu chanya. Hao watu wenye nguvu chanya, kwanza ukikutana nao tu, unajisikia ni mtu mwenye nguvu, unapata ujasiri unapata kujiamini. Utaanza kuutazama ulimwengu katika mtazamo chanya, utaacha zile stori zako zote za kulalamika, kulalamikia umaskini, kulalamikia ugumu wa maisha. Ukiwa karibu na mtu mwenye nguvu chanya, kwanza atakupa furaha, atakupa matumaini, atakufanya ujione kwamba wewe ni wa thamani hapa duniani. Na dalili ya kwanza kabisa ambayo utaiona kwamba uko karibu na mtu ambaye ana nguvu chanya ana vibrations za juu, utajihisi mwili wako unaongezeka nguvu, yani automatic. Nafikiri hii hali ulishawahi kukutana nayo, ukikutana na baadhi ya watu. Yani, kuna baadhi ya watu ukikutana nao tu, ukikaa nao karibu, unaona nguvu ya mwili wako inaongezeka. Hao ndio watu ambao unatakiwa mm -hmm. uambatane nao, usiogope kupoteza watu hao watu ambao ni sumu kwako wanaweza wakawa ni marafiki zako, vipenzi, ndugu zako au hata mpenzi wako. Usiogope kumpoteza. Fahamu kwamba ili uweze kupata mafanikio kuna vitu inatakiwa viache, haijalishi hivyo vitu vitakuumiza au havitakuumiza. Kwa hiyo kuanzia sasa, jitathmini umeshikilia watu wa aina gani katika maisha yako. Hao watu wanaweza wakawa ndio kikwazo cha nguvu za ulimwengu kushindwa kufanya kazi ndani yako. Amua sasa kubadilika, ili uweze kufikia safari yako ya mafanikio. Jambo jingine la kuzingatia ni kutembelea maeneo ya asili. Maeneo ya asili ni kama vile kwenye miti, baharini, mtoni, msituni, ziwani na kadhalika. Maeneo haya huwa yana utulivu na yana uwezo wa kuongeza vibrations ndani ya mwili wako, kwa hiyo unakuwa na connection nzuri sana na ulimwengu. Katika ratiba zako zote za maisha, hakikisha angalau kwa wiki mara moja unatembelea eneo lolote lile la asili. Haya maeneo yana uwezo mkubwa sana wa ku -rise vibrations ndani ya mwili wako. Ah, ngoja nikwambie ni kitu kimoja. Katika maisha yetu haya ya kawaida, tunazungukwa na vitu vingi sana ambavyo vinachangia kushusha nguvu zilizopo ndani ya miili yetu. Kwa mfano makelele ya magari, makelele ya miziki mbalimbali, makelele ya mashine mbalimbali za kiteknolojia. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vinashusha nguvu zilizomo ndani yetu. Sasa ufanye nini? Huwezi kukwepa, kwa sababu ndiyo maisha yetu ya hapa duniani. Sasa ili uweze kuutibu mwili wako na uwezo kuamsha nguvu za ndani yako. Tembelea maeneo ya asili ili ukapate mivumo ya asili, zile kelele za miti, mivumo ya upepo, sauti za maji ya bahari, maji ya mto. Hivi vyote ni vitu ambavyo vina raise vibrations ndani ya mwili wako na pia utaweza kujitibu ndani ya mwili wako kama ulipata athari zozote zile zinazotokana na kelele zisizo za asili. Kwa hiyo ni muhimu sana, ndugu yangu, hakikisha unatenga muda kwa wiki, mara moja tu, nenda baharini, sikilizia ile mivumo ya upepo na sauti za maji. Kuna healing fulani utaipata ndani ya mwili wako ukifanya hivyo kila wiki, kwa mwaka aise utakuwa sio mtu wa kawaida. Kama hauko karibu na bahari unaweza ukaenda mtoni, au unaweza ukaenda sehemu ambayo ina miti mingi. Hizo zote ni sehemu ambazo zinainua vibrations zako za ndani, unatengeneza connection nzuri kati yako wewe na ulimwengu. Na katika suala hili, wenzetu katika nchi zilizoendelea, hasa Wazungu, wametupiga gepu mbali sana. Huwa tunaona wazungu wanakuja huku wanahangaika kuja kufanya utalii eh, wanakuja beach, kwenye mbuga za wanyama mbalimbali, kwenye maziwa mbalimbali. Pale usifikiri kwamba wanacheza tu au wanachezea hela kama ambavyo waafrika huwa tunasema. Pale kuna tiba kubwa sana wanaipata, kimwili pamoja na kiroho. Kwanza una refresh mind. Unajua, unapopata likizo au unapopata pesa za ziada, sisi wa Afrika huwa tunaona kwamba hizo pesa inatakiwa tuzitumie kwa kula bata, tukajirushi klabu h hey, tunywe pombe tule mavyakula mpaka tulale hapo hapo. Lakini wenzetu hawapo huko, wanatumia nafasi hiyo kuja kutembelea maeneo ya asili. Kuna faida kubwa sana huwa wanaipata, ni sisi tu wa Afrika bado hatujajua. Unapotembelea maeneo ya asili unainua vibrations zako za ndani. Kwanza ukifanya hivyo mara kwa mara, ikifika mwaka unakuwa ni mtu mwenye nguvu. Hapa ninamaanisha zile nguvu za ndani. Matamanio yako yanakuwa ni rahisi kuweza kutimizika, yaani ulimwengu unakuwa na uwezo zaidi wa kukutimizia yale matamanio yako. Na jambo jingine ambalo, hapa ndipo ambapo watu wengi huwa wanafanya makosa, ni chaguo la maneno. Watu wengi nguvu zao zimefungwa kwa sababu ya chaguo baya la maneno. Unatakiwa uwe na chaguo sahihi la maneno. Unatakiwa kubadilisha maneno yako ya kibinafsi na kuyahamisha kutoka katika hali ya kutokuwa nacho, yani kukosa, hadi katika hali ya kuwa nacho, yani kupata. Hapa namaanisha nini? Nisikilize kwa makini sana. Kwa mfano, badala ya kusema nataka pesa zaidi unatakiwa kusema ninapokea pesa zaidi, au ninapokea utajiri, ninapokea mahusiano yenye maana, ninapokea mapenzi ndani yangu, ninapokea maisha bora. Unaweza kuona utofauti hapo wa hayo maneno. Kuna tofauti kubwa sana katika mtazamo wa kutaka dhidi ya kupokea. Tofautisha sana haya maneno, kutaka na kupokea. Tambua kwamba kwa kutumia ulimi wako unaweza ukaumba au ukaua kitu fulani. Kwa hiyo kuwa makini sana na maneno yanayotoka katika kinywa chako. Mara nyingi huwa tunajikuta tunazuia ukuaji na maendeleo yetu kwa aina ya maneno tunayochagua kujitamkia. Acha kusema mimi maskini, nahitaji pesa, sina pesa, maisha magumu, siwezi kufanya hiki au kili. Hapo unaua nguvu zako za ndani. Acha kabisa. Jitamkie maneno yenye nguvu. Kama una ombi lolote kwa ulimwengu, sema ninapokea pesa nyingi, ninapokea utajiri, ninapokea maisha mazuri, au unaweza kutamka affirmations, yani maneno ya uthibitisho. Haya ni maneno ambayo yapo katika hali iliyopo, ni maneno ambayo yanaonyesha hicho kitu unachokihitaji tayari unacho. Haya ni maneno yenye nguvu sana, huwa nafundisha kila siku. Kwa mfano sema mimi ni tajiri mimi nina pesa nyingi mimi ninapendwa na watu wengi biashara yangu inaniletea faida kubwa hayo ni maneno ambayo yana nguvu na ni maneno ambayo yanaleta signo nzuri kwa ulimwengu na sio tu unayatamka ili mradi yatamke kwa hisia yatamke kutoka ndani ya moyo wako ulimwengu huwa unatoa zawadi au riwadi kwa watu ambao wana mtazamo na mawazo chanya Unapojitamkia kwamba mimi ni tajiri, mimi nina pesa nyingi, tayari umeonesha mtazamo chanya ndani yako, na ulimwengu huwa unataka watu wa aina hiyo, watu ambao wanajiwazia mazuri. Hata kama wewe huna pesa Usipende kukiri kwamba mimi sina pesa. Hapana, wewe tamka kwamba hii hali nilionayo ni mimi si stahili. mimi ni mshindi, mimi ninastahili mafanikio, mimi ninastahili kuishi maisha mazuri ambayo kila mtu anayahitaji hapa duniani. Tambua kwamba ulimi unaumba. Kila neno unalotamka linakuja kutokea katika maisha yako. Kama ambavyo wazazi wetu au mtu yoyote yule ana uwezo wa kukutamkia laana na ikatokea, basi vivyo hivyo unaweza kuutumia ulimi wako kujitamkia baraka na zikatokea katika maisha yako. Na pia jifunze kukubali sifa nzuri kutoka kwa watu. Kwa mfano, mgeni akaja nyumbani kwako halafu akasifia watoto wako, kwa mfano akasema ah watoto wako, akili, wako Afrika, wa wana akili au watoto wako wazuri sasa Kiafrika wazazi wengi huwa wanakataa. Utasikia anasema ah watoto wangu wazuri? Mbona kawaida tu. Mimi naona ha, hapo kawaida. Au ameambiwa mtoto wako ana akili sana shuleni. Anasema ah huyo boksi tu bwana. Amebahatisha tu hapo. Huaga na filifeli. Sasa hapo wewe umekataa hizo baraka. Yaani unakiri kwa kinywa chako kwamba watoto wako ni dhaifu au watoto wako sio wazuri. Sasa kadiri unavyokiri ndivyo ambavyo inakuwa. Hata kama unakiri kinafiki, ndivyo ambavyo inakuwa. Mtu akikusifia wewe, pokea hizo sifa na uzikubali, hata kama huyo mtu alizitamka kwa unafiki au kwa uongo, lakini kadiri wewe unavyothibitisha ndivyo ambavyo inakuwa. Mtu akikwambia watoto wako wazuri, sema ni kweli watoto wangu wana akili sana, na ninashukuru kwa kupata watoto wenye akili kama hawa. Kwa hiyo kwa kadiri unavyokiri, ndivyo ambavyo unawathibitishia hayo maneno ya watoto wako, na yatawafuata katika maisha yao yote. Kwa hiyo kuanzia leo, anza kukiri ushindi, anza kujinenea ushindi katika maisha yako, tamka maneno yenye nguvu. Unaweza kujitamkia neno lolote lile lenye nguvu, andika hapo chini kwenye komenti neno lolote lile ambalo lina nguvu katika maisha yako, na kwa jinsi ambavyo unaandika ndivyo ambavyo itakwenda kuwa katika maisha yako. Na jambo jingine ni kuwa mtu wa shukrani. Kanuni ya ulimwengu ipo hivi, unapokea zaidi ya kile unachoshukuru. Kama ukiwa na shukrani kwa upendo unaopata, basi tambua kwamba utapokea upendo zaidi ya huo unaopata. Hali kadhalika katika pesa Ukishukuru kwa pesa ulizonazo utapata zaidi ya hizo ulizonazo. Epuka sana kulalamikia kipato chako. Ukianza kusema mimi napokea kipato kidogo, mshahara hautoshi, yani kadiri unavyokuwa hivyo unanungunika nungunika, ndivyo ambavyo maisha yako yanaendelea kuwa hivyo vyo magumu ma niliwahi kufundisha spell ya kutamkia mazuri mshahara wako au kipato chako Unapopata mshahara wako utamkie mambo mazuri. Kadiri ambavyo unautamkia mambo mazuri mshahara wako, ndivyo ambavyo mambo mazuri yanazidi kufunguka katika maisha yako. Utaanza kuona fursa zinazidi kufunguka, lakini uking'ang'ana katika kulalamika, yaani wewe unalalamika tu, mbona nimepata kidogo, mbona hela haitoshi, milango inajifunga. Kwa hiyo kuwa mtu wa shukrani, shukuru kwanza kwa hicho kidogo unachokipata, ili uweze kufungua milango kwa ajili ya vikubwa zaidi kuja katika maisha yako na vitu vingine vinavyosaidia nguvu za ulimwengu zifanye kazi ndani yako ni kusikiliza mziki maalum, kwa mfano meditation music. meditation music ni mziki wa kutibu nguvu zilizopo ndani yako. Ukisikiliza meditation music utajikuta unapona, utajikuta maumivu yako ya ndani yanapona, ya vibrations zako zinakuwa juu. Na hii meditation music hata ikipigwa ndani ya nyumba, ina uwezo wa kuondosha negative energy zozote zile ambazo zilikuwa zinazunguka katika nyumba yako. Mfano wa meditation music ni kama huu hapa hii, yeah. meditation music unaweza kuipata hapa hapa YouTube. We ingia search meditation music, utazipata nyingi za kila aina. Chagua mojawapo, download, kisha play kwenye radio yako au kwenye simu yako, unaweka earphone, utapata faida kubwa sana. Utaona jinsi ambavyo nguvu za ndani yako zinainuka na kuwa juu. Pia jitahidi sana kula vyakula vyenye afya, epuka vyakula vya kiwandani, punguza ulaji wa wanga na sukari Kula zaidi mboga mboga na matunda. Jijengee tabia ya kuwatakia wengine mema. Usipende sana kufurahia anguko la mtu mwingine. Watakie watu ushindi, watakie watu mafanikio, watamkie watu baraka. Kwa jinsi ambavyo unawatamkia baraka, ndivyo ambavyo hiyo nguvu inarudi kwako. Ulimwengu huwa una tabia ya kurudisha nguvu unayoitoa kwa hiyo, angalia sana unatoa nguvu gani kwa watu wengine. Kama unatoa mabaya basi, ipo siku hayo mabaya yatakuja kukurudia. Jitahidi sana uwe source ya baraka kwa wengine. Na jambo jingine la msingi sana, epuka sana kulalamika lalamika ovyo. Unapolalamika, zile nguvu za ndani yako zinashuka, zinapungua. Na jambo hili huwa naliona sana kwa watu wengi humu katika hii channel. Unakuta mtu nimemwelekeza, fanya spell hii utapata hiki na hiki na hiki. Mtu anafanya leo, kesho anakuja nakuuliza, nimeshafanya, mbona asipate mafanikio? Mbona sioni pesa zinakuja? Mbona naona mambo yangu hayaendi? Mbona asipate mafanikio? My dear, punguza kulalamika, hebu uachie ulimwengu ufanye kazi yake. Unapolalamika lalamika ni kama vile huamini kile ulichokifanya, au una mashaka na kile ulichokifanya Acha ulimwengu ufanye kazi yake, surrender to the universe, na ulimwengu utakupatia kile unachokitaka. Malalamiko yanashusha nguvu zako za ndani, na utajikuta hata ukifanya spell nyingine huwezi kupata mafanikio, kwa sababu wewe ni mtu wa kulalamika lalamika, kila kitu unalalamika. Sasa kwa staili hiyo, nguvu za ulimwengu haziwezi kufanya kazi ndani yako, na ndio maana hata katika maisha yetu ya kawaida wale watu ambao huwa wanapenda sana kulalamika hata kwa vitu vidogo, ndio ambao huwa wanaandamwa na mambo mabaya kila siku. Kwa hiyo katika hali yoyote ile unayopitia, epuka sana kulalamika, jifunze kuikubali hiyo hali na ufikirie ni kwa namna gani unaweza kuivuka hiyo hali. Mambo magumu yapo tu katika maisha na kulalamika hakuwezi kubadilisha jambo lolote na jambo jingine, jifunze kusamehe na kuwa na huruma kwa wengine. Kuna watu wao wanajisifu, wao wanajisifu kwamba wao huwa hawasamehi. Hiyo sio sifa, ndugu yangu. Inawezekana una maumivu ndani yako, watu wako wa karibu wamekuumiza, lakini kuto kusamehe hakusaidii kitu, bali unazidi kujijeruhi wewe mwenyewe ndani yako. Yaani humfaidishi mtu yoyote ule, bali unazidi kujipa hasara wewe mwenyewe. Kwa hiyo kubali kuachilia Kubali kusamehe, nguvu zako za ndani pia zinakuwa juu. Unapobebelea vinyongo, hasira, visasi, nguvu zako za ndani zinakuwa down, na nguvu za ulimwengu haziwezi kufanya kazi ndani yako. Na pia jifunze kuwa na huruma, kuwahurumia watu wengine. Mtu anapopata mateso, jifunze kumhurumia, usipende kufurahia mateso ya mtu mwingine. Kuna watu huwa wanasherekea akiona anguko la mtu fulani. Sasa hiyo humkomoe yule unayemsherekea, bali unajikomoa wewe mwenyewe, unashusha nguvu zilizopo ndani yako. Na siku hizi huwa kuna kamsemo, watu watu wanapenda sana kukasema, tasikia watu wanasema, na wataachana tu vina muda basi. Sasa unapotamka hivyo, tambua kwamba kuna nguvu fulani unaitengeneza ndani yako, nguvu mbaya, nguvu hasi. Acha kabisa kujihusisha na maneno hayo, hata kuyatamka kimzaha watamkia watu mazuri, watamkia watu mema. Na mtu anapopitia anguko fulani au jaribu fulani, basi mhurumie, kuwa na huruma naye. Watu huwa tunajizibia baraka kwa vitu ambavyo tunavifanya sisi wenyewe, na ndio maana sasa hivi watu wengi sana wanalalamika maisha magumu, mambo hayaendi. Sasa unalalamika maisha magumu wakati wewe huyo huyo unafurahia ugumu wa maisha wa watu wengine. Kwa hiyo hiyo nguvu unayoitoa ndiyo ambayo inarudi kwako, unaelewa. Ulimwengu wewe unarudisha nguvu ambayo wewe unatoa kwa hiyo. Kama wewe unatoa nguvu mbaya, kutaka wengine waanguke, wawe maskini, wasifanikiwe, basi hiyo hiyo nguvu ndiyo ambayo inarudi kwako. Kwa hiyo badilisha mtazamo wako kuanzia sasa, watakie watu wengine mema Mwombee mtu mazuri. Umeona mtu kafungua biashara, mtamkie mema, ikiwezekana mwombee awezi kufanikiwa katika biashara yake. Kwa kadiri ambavyo wewe unatoa nguvu nzuri, ndivyo ambavyo na wewe utapokea hiyo nguvu nzuri. Kwa leo naomba niishie hapa, vitu vipo vingi sana, tutaendelea kujuzana mdogo mdogo hapa hapa katika channel hii. Kama umegundua kwamba kuna makosa mengi ulikuwa ukiyafanya katika mwaka huu basi usijilaumu wala usinung'uniki. Mwaka huu mpya unaoanza ni muda wako wa kujirekebisha na kuanza upya safari yako ya mafanikio. Ukizingatia haya, utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Mimi ninakuombea uweze kuvuka salama mwaka huu na uweze kuingia mwaka mpya ukiwa mzima wa afya kabisa. Ninakuombea afya, ninakuombea mafanikio na ninakuombea nguvu nyingi za ndani yako. Ninakuombea vibration zako za ndani ziwe juu muda wote ili uweze kufikia safari yako ya mafanikio. Kama ulikuwa bado huja sbsribe hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na video zetu nyingine zinazofuata. Asante sana.